Nabi Allah Isa atarudi tena ulimwenguni, yaani Nabi Allahi Isa anamaanisha kwamba ndugu zetu wanaomwita Yesu, je, ye atarudi tena duniani? Kwa sababu wengi katika Waislamu wanaitakidi kwamba Isa alayhi salam atarudi tena duniani, na hizo ndio dalili za akhir zamani, yani kiyama kukaribia na kisha wanaitakidi kwamba Isa atakapokuja ndiye atakayepigana na Masihi Dajjal na kumuua Masihi Dajjal, na wanaitakidi kwamba akija Nabii Allahi Isa baada ya kumuua Masihi Dajjal kwamba atauua pia eh, nguruwe. Na hata sijui kwa nini awauliwe nguruwe, yani wamemkosea nini nguruwe hata awauwe? Na kisha atavunja misalaba na misalaba pia sijui imemfanya nini mpaka ayavunje. Na haya yote, la asla lahu fi alquran, haya hayana asili yoyote. Haya unayosikia ambayo tunaitakidi baadhi yetu kwamba hayana asli ndani ya Quran hayamo ndani ya Quran. Mwenyezi Mungu hajatujitajia ndani ya Quran na Mwenyezi Mungu anatuambia qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batona wal ithma wal baghya bighairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan. Na hii ni shirki ya kuamini kitu ambacho kwamba hakimo ndani ya Qur'ani, na ni madhambi na Mwenyezi Mungu ameharamisha. Leo tunataka kutoa dalili kuonyesha kwamba mambo kama haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hakuyataja ndani ya Qur'ani, na wala hayana asli ndani ya Qur'ani. Na kitu tunataka tujue kwamba ikiwa Nabii Allahi Isa atarudi hiyo ni miujiza, ambapo kwamba sio kitu tabii, mtu afe alafu kisha arudi, ama mtu apa apandishwe mbinguni kisha arudi, ni miujiza hii ni kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Na kama ni miujiza, basi ilikuwa ni haki Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atutajie ndani ya Qurani, lakini maadamu hakutaja ndani ya Qurani, kwa hivyo mambo kama haya hatuwezi kuyaamini. So, Mwenyezi Mungu ametutajia kwamba Nabii Allahi Isa amezaliwa bila ya baba na hiyo ni miujiza, sio kitu tabii kwa mwanadamu. Kwa hivyo ni muujiza, ndio Mwenyezi Mungu akatutajia na sisi tunaamini maadamu ametaja ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja Isa atazungumza akiwa mchanga. Hilo ni jambo eh, sio tabii, sio jambo la kawaida kwa mwanadamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametaja ndani ya Qurani wa yukallimu nnasa fil mahdi. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ametutajia ashabul kahfi ambao wamelala walilala kwa muda mrefu sana. Hichi ni kitu ambacho kwamba sio tabii sio kitu cha kawaida kwa mwanadamu. Ndio Mwenyezi Mungu akatutajia ndani ya Qurani kuonesha kwamba haya ni miujiza. Na vitu vingi ambavyo kwamba sio vya kawaida, Mwenyezi Mungu anatutajia ndani ya Qurani ili kutuonesha kuwa ni miujiza. Kwa hivyo ikiwa Nabii Allahi Isa atarudi, hii ni miujiza ilikuwa Mwenyezi Mungu atutajie ndani ya Qur'ani. Na maadamu hakututajia ndani ya Qur'ani, hatufai kuzua mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuyataja ili tusije tukamsingizia Mwenyezi Mungu mambo ambayo kwamba hakuyasema na ili hali Mwenyezi Mungu anatutahadharisha na kutuambia, waman adlamu mimma niftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bilhaqi lama jaahu alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin mwenyezimngu subhanahu wa taala anatotahadharisha akisema waman adlamu nani yule ambaye kwamba ni dhalimu zaidi yani ni dhalimu kushinda madhalimu wengine wowote ni nani mwenyezimngu hakusema ni mzinifu wala hakusema ni mwenye kuacha swala la mwenyezimngu asema mimman iftara ala llahi kadhiban kuliko yule mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu urongo, maneno ambayo kwamba hakuyasema, ukasema Allah atafanya hivi, Allah atamwadhibu huyu, Allah atamteremsha Nabii Issa, mambo ambayo, huyo ndiye dhalimu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. au kadhaba bil haqqi lamma ja'ahu, ama akakanusha haqqi baada ya kuwa imemjilia, na haqqi ni Qur'ani. alaysa fi jahannam mathwa lilkafirin, Mwenyezi Mungu asema, mashukio yao hao makafiri ni moto wa jahannam. Leo, kwa hivyo leo twatoa sio kwamba kusema tu kwamba Isa harudi basi bila ya dalili la twatoa dalili kutoka ndani ya Qur'an Karim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwenye suratu Ali Imran. Asema inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza Anatuambia inna mathala Isa ind Allahi, hakika mfano wa Isa kwa mwenyezi Mungu, kamathali Adam, ni kama mfano huyo Adam, yani binadamu. Khalaqahu min turab, amemuumba kutokana na mchanga. Thumma qala lahu kun fayakun, kisha akasema kun fayakun, kuwa nalikawa. Hapa mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuonesha kwamba Isa alayhi salam na mwanadamu mwingine yoyote hawana tofauti. Isa yuala kama unavyokula wewe, mwanadamu mwingine. Isa anacheka kama unavyocheka wewe, mwanadamu mwingine. Isa anaenda haja kama unavyoenda haja mwingine. Isa analala kama unavyolala mwanadamu mwingine. Kwa hivyo hakuna tofauti ya Isa alaihi salam na Adam, hawana tofauti yoyote. Tofauti iliyoko ni kwamba Isa amezaliwa bila baba na Adam amezaliwa bila baba na mama. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatufafanulia kwamba Isa ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atuambia kwenye sura Ghafir, qalu rabbana amatana thnataini wa ahyaitana thnataini, na wakasema, rabbana, ewe mola wetu, amatana thnataini, umetufisha mara mbili wa ahyaitana thnataini na ukatuhuisha mara mbili. Na hii ndio tabii ya mwanadamu, yani Mwenyezi Mungu ndivyo alivyomuumba mwanadamu, amehuishwa mara mbili na akafishwa mara mbili. Vipi amehuishwa mara mbili na akafishwa mara mbili? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fasala hadhi al-ayah, amefanya tafsiri kwenye sura gani? Kwenye suratul baqara aya 28. Mwenyezi Mungu anasema kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'u. Hapa Mwenyezi Mungu anafanya tafsiri kutaka kufahamu amatanathnataini wa hayatanathnataini. Mwenyezi Mungu anasema kaifa takfuruna billahi, vipi mnamkufuru Mwenyezi Mungu. wa kuntum amwata, na nyinyi mlikuwa ni maiti Yani ni kitu ambacho kwamba likuwa ha, hamutajiki, na amwata ya, yani, Mwenyezi Mungu anamaanisha kwamba ni kabla hujazaliwa wewe mwanadamu, kabla hujazaliwa wewe mwanadamu, ulikuwa hutajiki na ulikuwa yani, hakuna chochote yani, hujulikani kitu kabisa, kwa hivyo ulikuwa ni maiti ya, amwata. Fa, ahayakum, mukahuishwa, yani ukahuishwa, mama yako akashika mimba na ukawa ni mwenye kuja duniani, thumma yumitukum kisha Mwenyezi Mungu atawafisha, yani baada ya kuja duniani utakufa. thumma yuhyikum, kisha utahuishwa yani yaumal qiyama. thumma ilayhi turjaun, kisha kwake eye tutaregea. Kwa hivyo twaona Mwenyezi Mungu anatueleza namna ya alivyomuumba mwanadamu na namna atakavyokuwa, yani alikuwa ni maiti, kisha akawa ni mwenye kupatikanwa, kisha atahuishwa, kisha atafishwa ya Umalki, eh, kisha atah, atafishwa kisha atahuishwa, ambao ni wakati wa kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu na hisabu yako. Kwa hivyo, hii ndiyo tabii ya mwanadamu, hivyo ndivyo alivyo mwanadamu. Mwanadamu atahuishwa mara mbili na atafishwa mara mbili. Kwa hivyo mwana, nikisema mwanadamu, hata Nabii Allahi Issa anaingia kwenye hilo fungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo akatwambia ndani ya Qur'ani. Kuonesha kwamba tulikuwa sisi sio watu wa kutajika, yani tulikuwa hatuko duniani. Mwenyezi Mungu akatuambia, hal ata ala linsani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, yani alikuwa hatutajiki. Ndio Mwenyezi Mungu akasema, wakuntum amwatan. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anatuonesha kwamba tutahuishwa mara mbili na tutafishwa mara mbili. Kwa hivyo twaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala tabii ya mwanadamu, Isa alayhi ssalam naye amehuishwa mara mbili na amefishwa mara mbili. Na lao ingekuwa Isa atakuwa ni mwenye kurudi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hangesema hivyo, angetutajia kwamba Isa atarudi kwa sababu tabii ya mwanadamu ni akufishwa mara mbili na kufishwa mara mbili. Kwa hivyo lau atakuja tena Isa, hiyo itakuwa sio kitu tabii, ni miujiza, basi ni lazima Mwenyezi Mungu atuambie ndani ya Qur'an. Lakini Mwenyezi Mungu hakulisema hilo, ni kwa sababu hakuna jambo kama hilo. Wama kana rabbuka nasia, Mwenyezi Mungu hajasahau kitu chochote. Jambo lengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwambia kwenye sura Ali Imran aya 46, wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa minas-salihin. Mwenyezi Mungu anatwambia kwamba Nabii Allah Issa akija atazungumza, yukallimu an-nasa, atazungumza na watu, fil mahdi, wakati hali ya kuwa yeye ni mchanga, wa kahlan. Kahlan ni kabla hujafikia uzee. Hapa ina maana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutubainishia kwamba Isa alayhi salam hatofikisha uzee, yani hatokuwa mzee, la ataishi akiwa amezaliwa na kuzungumza na watu fil mahd wa kahlan. Yani Mwenyezi Mungu anatuonesha umri wa Nabii Allahi Isa alayhi salam ameishi kwa muda gani, yani Nabii Allahi Isa aliishi mpaka akafikia kahlan ambayo ni katika hali ya miaka 40, 45, yani ni wakati hajafikia uzee. Kwa hivyo hii ni dalili ya kuonesha Nabii Allahi Isa amekuja na akaondoka, na dalili nyingine ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anatuonesha kwamba tabii ya mwanadamu na kuwa Isa alayhi salam hana tofauti na sisi, kwa hivyo amehuishwa mara mbili na yeye amefishwa mara mbili. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala atuambia kwenye Suratul Maida. Atuambia wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a-anta wa min duni wa isa qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Nabii Allah amuuliza yawmal qiyama. Ewe Nabii Isa, a-anta qulta lin nasi wewe uliwaambia watu kwamba nifanyeni mimi na mama yangu ilahaini, waola wawili, min dunillah pasi na Mwenyezi Mungu Nabii Isa akasema subhanak, utakatifu ni wako wewe, ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqi, yani mimi sifai kusema jambo ambalo kwamba sistahiki kulisema. In kuntu qultuhu faqad alimtahu, ikiwa mimi nimesema, wewe ushayajua kwamba kama mimi nimesema, taalamu ma wala a'lamu ma fi nafsika, wewe unajua yaliyomo ndani ya nafsi yangu, lakini mimi sijui yaliyomo ndani ya nafsi yako. Kisha Mwenyezi Mungu akasema e, Nabii Allah Isa akasema: ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allaha rabbi, sema, lolote, amba amba shamimi, wa rabbukum, sikusema lolote isipokuwa lile ambalo kwamba uloniamrisha mimi kwamba wamwabudu Mwenyezi Mungu ambaye ni mola wangu mimi na mola wenu nyinyi. Wa kuntu alaihim shahidan, na mimi nilikuwa ni mwenye kushuhudilia. Maadumtu fihim, maadamu nilikuwa niko nao, yani alipokuwa hai. Isa amwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwamba yale niloamrisha ni kwamba wamwabudu Mwenyezi Mungu ambaye ni mola wangu na mola wenu, na mimi nilikuwa shahidi wakati nilipokuwa hai. falamma tawaffaitani uliponifisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aambiwa na Nabii Allah Isa. falamma tawaffaitani uliponifisha, kunta anta raqibu, wewe ndo ulikuwa ni mwenye kuangalia na mwenye kuwaona yale wanaoyafanya. alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid, na wewe kwa kila kitu ni mwenye kushuhudia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Nabii, e, Nabii Allah Isa amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nilipokuwa hai, wewe ndio ulikuwa ni mwenye kushuhudia mimi mwenyewe, e, mwenye nilikuwa nikishuhudia, lakini nilipokufa, wewe ndio ulikuwa ndio unaijua na ulikuwa ukiangalia. Kwa hivyo hii hapa inaonyesha kwamba Nabii Allah Isa hatokuja tena mara ya pili katika hii dunia. Kwa hivyo, ndugu Muislamu hizi ni katika dalili ambazo kwamba zinaonyesha kwamba Nabii Allahi Isa hatorudi tena. Na aya ambayo kwamba watu wengi wanaitumilia ni kwamba Mwenyezi Mungu pale aliposema ya Isa inni mutawafika ilaya wa rafiuka ileiya. Watu wamedhani kwamba atakwenda kisha atarudi, lakini Mwenyezi Mungu hajasema kwamba atamrudisha. Mwenyezi Mungu asema inni mutawafika, mimi nitakufisha na tawafa ndani ya Qur'ani dalala yake ni humudul jasad ala alharaka, yani mwili unakuwa unconscious, mwili unakuwa haufahamu jambo lolote, ndio maana tawafa. tawafa ni mtu anapokuwa ha akili yake na hakuna kitu ambacho kinafanya kazi, yani mwili haufanyi kazi, akili haifanyi kazi, kila kitu hakifanyi kazi, huyo ndio tawafa, ima kwa usingizi na ima kwa mauti ambayo kwamba kwa amba ni mauti ya kufa. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hapa anamaanisha kwamba mauti falama tawafaitani, yani uliponifisha, kwamba Isa alayhi salam amekufa na hatorudi ila qiyami saa. Kwa hivyo ndugu Mwislamu, yataka uelewe kwamba lao ingekuwa Nabii Allahi Isa atarudi Mwenyezi Mungu angekuwa ametuambia ndani ya kitabu chake. Mwenyezi Mungu, lolote ambalo kwamba tunalihitaji katika dini ametutajia ndani ya Qur'ani, na maadamu hakulitaja ndani ya Qur'ani, kwa hivyo inaonyesha kwamba Nabii Allah Isa amekufa na Nabii Allah Isa hatorudi tena wa ila liqa'in akhar bimashiatillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.